ramia wa kudhalilisha utu wa viongozi na wanachama wa Chadema na baada ya, ya kuwaonyesha baadhi ya matukio haya tutaeleza hatua za ziada sasa ambazo wachama tutachukua tuta, kwa katika hatua hii niwapitishe katika baadhi ya ushahidi huyu, bwana anaitwa Ali, Ali Omar, huyu ni mwanachama wetu alikamatwa, na hayupo kwenye taarifa ya polisi. Hapa ni ushahidi kwamba anakamatwa, anapelekwa, anaingizwa kwenye gari la polisi. Naweza kuweka pause. Huyu ni Ali Omar Juma, ni mwanachama wa Kigamboni, alikamatiwa nje ya geti la Kisutu kama ambavyo mnaona. Mulilo anasema wakukamatwa, alipokamatwa aliingizwa kwenye gari la polisi wakazunguka naye wakamkamata, muda wote huo wakampiga, na hatimaye wakaenda kumwacha Temeke, karibu na stendi ya Sudani. Katika taarifa ya polisi jina la Ali Omari halipo na alikamatwa. Unaweza kuendelea uh, katika namna ukaona uh, uh, hapa hapa chini mtu anawekwa nguvuni hapo. Mwandishi uh, wa Global TV anasimulia uh, mamlaka hizo, hapa ni mbele ya kituo uh, katika namna ambayo baba amewekwa nguvuni uh, unaweza uka huyu e... dada, unamwona huyu na eh, naomba pause kidogo, rudishe nyuma kidogo, kama unaweza kurudisha oh, nyuma kidogo tu. Sawa, naona askari huyu analeta nguo kwenda kumfunika. Ni Elizabeth aliyevuliwa nguo na askari polisi uh, unaweza uka e... hapa chini wanamvua nguo, wanamvua nguo zake hapa. Huyu ni Elizabeth Mambosho ambaye sure, alipokamatwa endelea, hawa yeah, ni askari uh, na hapa na mbele na, ya kituo cha wanatoa wana, wana, wana sare ile ambayo wameivaa. Wanavua sare yake wana wanamwacha uchi. Ana na itikadi za chama cha demokrasia na maendeleo uh, CHADEMA. Ni matukio ambayo uh, si yenye kuleta taswira nzuri. Mwandishi anasimulia. <manyan> Sasa huyu Eliza hii ni sehemu ndogo ambayo mwandishi alifanikiwa kuipata. Huyu ndio ambaye alilazwa chini akapigwa sana, akakanyaga kanyaga sana. Baadaye watu wawili wakaenda kumsaidia. Noeli Joakim ambaye utakuja kumwona baadaye. Pamoja na Upendo, Upendo alisimulia kwa kirefu sana hapa namna alivyotaka kumsitiri Eliza na namna na yeye na alivyopigwa kweli kweli. Na baadaye nitawaeleza Upendo alipelekwa wapi na nini nini kitokea katika hatua baadaye. Kwa hiyo ni, ni ushahidi kwamba Elizabeth Mambosho alikamatwa mbele ya Mahakama ya Kisutu tofauti na kamanda wa polisi anaposema. Sasa hapa wameingizwa kwenye gari la polisi. Naomba, naomba uendelee kucheza, si Elizabeth peke yake, na wanachama wengine ambao watatajia orodha ya majina wako ndani ya gari la polisi Huyu ndiyo Elizabeth Mambosha alishikiliwa hapa, yuko ndani ya jeshi la polisi. Hii nguo ndio aliyepelekewa kumstiri baada ya kuvuliwa nguo zake, uzalilishaji wa hali ya juu baada ya kukamatwa. Yachie kidogo, sasa Elizabeth katika gari hili aliyokuwepo Eliza na wengine waliokamatwa Eliza yeye alitueleza na alikuwepo hapa siku chache zilizopita. alizungushwa na hatimaye akaachwa eneo la Aga Khan. baada ya kuwa wametembezwa maeneo mbalimbali walipelekwa Tazara pelekwa Stakishari Vingunguti Kilwa Road Kurasini Central Police, chuo cha IFM. alafu akaja kutupwa akaachwa Aga Khan baada ya kuwa amekushapigwa, baada ya kuwa wameshadhalilishwa tofauti kabisa na kauli ya Kamanda Muliro inayosema kwamba hawakukamatwa, hawakupigwa, na huyu naye hakuwekwa kwenye taarifa iliyotajwa na Jeshi la Polisi. Achia kidogo sasa. Ha, ya... Hapa anaomba pause hapa. Tunamuona Mwaifaya, yachia kidogo na tunamuona Pambalu hapa, toa Mwaifaya na Pambalu. Katika taarifa ya Jeshi la Polisi ya viongozi kukamatwa, hawajamtaja Pambalo jioni, Pambalo mkurugenzi wetu wa, wa wa wa organization mafunzo na uchaguzi, hawakumtaja twawa Mwaipaya, hawakuwataja viongozi hao hawa wengine wote walioko kwenye gari ambao ni sehemu ya orodha ya viongozi 25 tutakao watajia. Hii ni kundi hili ndio kundi ambalo Pambalo, kwa sababu yupo hapa leo, wamefanikiwa kufika tulipofanya mtano waandishi wa habari tarehe tarehe 25 hakuweza kufika kwa sababu hali yake ilikuwa mbaya, lakini leo angalau ameweza kurecover, amevunjwa mguu atatoa na, atampa nafasi naye baadaye kidogo atasimulia nini kilitokea baada ya hapa, lakini huu ni ushahidi wa moja kwa moja kwamba polisi waliwakamata na kundi hili la kina Pambalo, ambalo vilevile vile alikuepo mwenyekiti wetu wa kanda ya Serengeti, mheshimiwa Ngoto, ambaye naye alivunjwa mguu, vunjwa mkono na maeneo mengine, na alisimulia hapa. Kundi hili ndilo ambalo lilikwenda kutupwa pori la Pande Bagamoyo, baada ya kupigwa na kuteswa kama ambavyo pambano watakuja kueleza baadaye kwa sababu yeye alikuwepo kwenye eneo lenyewe. Kwa huu ni ushahidi wa moja kwa moja, na hii ni video imepigwa na Globo mbele ya eneo la mahakama kwamba walikamatwa na wako wote hapa, endelea eh, wakionekana baadhi ya, ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, hapo wamevaa sare zao hizo, uh, ambazo wame Uh, wamezivaa wame uh, lakini kama ambavyo pia unaweza ukaona uh, mambo kini pia kusaga TV ambao bado umepata nafasi ya kuona uh, okay, hiyo ni channel nyingine nayo kusaga Sasa naomba rudisha nyuma kidogo kidogo tu, tuone tukio uh, mahakama hii uh, ya Kisutu ambapo kama ambavyo umepata nafasi ya kuona uh, wapo ambao wamewekwa nguvuni, naomba pozi hapo. Wakati hawa wanaondolewa, kuna tukio lingine muhimu sana. Kama nilivyodokeza awali, wakati Eliza anapigwa chini, Noeli ambaye alisimulia kwa kirefu alipokwenda kumsaidia na baadaye akapigwa rungu la kichwa, kuna picha inayosambaa inamwonyesha Noeli akivuja damu, amekaa kwenye kiti baada ya kupigwa kupigwa rungu na yuko eneo la kituo cha polisi, na ndio Noeli huyo huyo Noeli Joakim Hema, ambaye polisi walimsakizia mbwa akamng'ata, kwa amevunjwa mguu, amepigwa rungu kichwani, ameng'atishwa na mbwa maeneo mbalimbali ya mwili. Sasa ukiachia hiyo video, naomba uachie. Unamwona Noeli huyo hapa amelala chini baada ya kuwa amepigwa rungu kichwani, ameshang'atwa na mbwa, yuko hapo chini, polisi wamemwacha kwa muda wakati huo kuna watu wetu wanashinikiza kwamba wako pembeni wanasema apelekwe hospitali na kadhalika. Naomba uachie, huyu ndio Noeli huyu, naye kwenye taarifa ya jeshi la polisi hajatajwa kabisa, pamoja hmm, na kupigwa rungu, kung'atwa na mbwa wa polisi na kadhalika. Naomba uachie tu, Noeli bado yuko hapo chini Huyu ndo aliyepigwa rungu kichwani, alivunjwa mguu, anaatiwarambo wa polisi. Polisi wamemwacha tu huyu, baada ya kupigwa alizimia. Naomba weke pause. Sasa baada ya vuta ni kuvute na inter intervention ikiwemo ya wakili Matata kuhusu kupelekwa hospitali na kadhalika, Noeli Hema akaingizwa kwenye igari hii ya polisi ushahidi mwingine kuwa alichukuliwa na polisi na kiongozi wetu wa wazee kanda ya Pwani anaonekana hapa, aule yuko hapa juu yeye. Alisema haiwezekani mtu yuko kwenye hali ya namna hii abebwe na polisi bila kuwepo mtu mwingine, kwa yeye kimsingi, alijitolea kuingia kwenye gari la polisi, wakati Noeli anabebwa na polisi kupelekwa hospitali na polisi wakambeba wakampeleka wakampeleka hospitali ya Mnazi Mmoja, wakambwaga pale, wakaondoka. Kwa jukumu la kumhudumia na majukumu mengine yakafanya na viongozi wetu waliokwenda, lakini polisi ambao ndo walimkamata, ndo walimpiga, walimtuma mbwa wa mng'ate, piga rungu kichwani, vunja mguu, hawakufanya chochote, na hata kwenye taarifa za polisi halikuingizwa jina lake na Jumanne Mulilo anatoa taarifa ya uongo kwamba hakuna mtu aliyepigwa, hakuna mtu aliyeumizwa, na ushahidi huko wa mtu ameanguka, ushahidi mtu, mtu ameingizwa kwenye gari la polisi na amepelekwa hospitali. Naomba uachie huyo Noeli, tamebebwa. Noeli, Noeli Joachim Hema anapelekwa hospitali hapa ya mnazi mla, mmoja mm-hmm. chake. Hii ni tukio, weka pause. Hii ni tukio la Heche kukamatwa Makamu Mwenyekiti Bara Mheshimiwa Heche. Heche yuko hapa chini baada ya kusukumwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi ambao linasema kwamba viongozi hawakupigwa, hawakuwa haras, kila kitu kilikuwa sawa tu katika ukamato kwao, na wanasema ni yeye peke yake Heche na mimi tu ndo peke yake tulikamatwa, kitu ambacho ni cha uongo kabisa. Chia, <tutu> uya, uya. <tutu> naomba weka pozi. Hiki ni chombo cha habari kimeripoti habari yakamatwa nje ya viunga vya mahakama. Huyu mtu hapa, sura yake hapa haionekani, ni mwanachama wa Chadema lakini utakuja kumwona baadaye katika kundi la viongozi na wanachama waliopigwa na kutupwa kwenye pori la Pande Bagamoyo. Utakuja kuona hii nguo aliyoivaa kama ushahidi wa kwamba hapa alikamatwa na polisi, na baadaye unakuja kuona tukio sasa akiwa kwenye msitu wa Pande Bagamoyo, unaweza kuachia, yuko ndani ya gari ya polisi, amekamatwa, polisi wanaondoka naye. Sawa, uh, want... sasa unaweza unaweza kuachia. Hii ni video ya simulizi la mwandishi wa habari uh, Grace Kayuni juu ya watu ambao waliomkuta Pekamatwa pia waliopata madhila haya. Tuna mwandishi mwenzetu anayefahamika kwa jina la Grace, naye asubuhi alipata vilinge za hapa na pale, alikamatwa na jeshi la polisi, wakiwemo wanachama wengine wa CHADEMA Yaani, acha tu, sina akili kabisa eh. Kabla hatujazungumza sana, tupitishe kidogo nini ambacho kimekupata asubuhi mpaka walikukamata, na naeleza kwamba wamekupiga. Uh, kifupi, kweli jeshi linatakiwa lilinde li, li, usalama wa raia, ukizingatia leo wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, uh, wengi sana wangeweza kujitokeza katika mahakama hii ya kimkazi Kisutu kwa ajili ya m, kiongozi wao mwenyekiti wa chama hicho sasa uh, uh, baada ya <coughs> mimi kufika hapa nilikuja katika kwenye majukumu yangu kikazi. Basi baada ya kuja hapa nimefika mwenyewe, wakaniuliza wewe unakuja hapa kama nani, mwanishi habari gani? Nikamwambia, una kitambulisho? Nikamwambia ndio ninacho. Uoneshe basi, nikaonesha kile kitambulisho. Baada ya kuonesha kitambulisho, wakaniambia sawa. Unaona Wameniambia sawa, yaani wametoka pale nilipo, wamekitogea mbele kidogo kuna mwingine wameenda kumshirikisha. Dakika chache tu yaani hapo hapo tu. Hapo hapo tu. Yaani yaani au sasa kwa dakika ni hapo hapo kwa sababu ni hapo hapo distance, ni hapo hapo. Wakaja, leo wakanibeba, wakanichukua yaani mkuku mkubwa. Nikamwambia sasa mbona mnanibeba mtu mmoja mmoja wa kike au wa kike? Wa kike. Eh, ya kuna ichukua kambe mbona sasa mnanifanya sasa kwanza wewe sio mhalifu nikaambia, hapana, mimi sio mhalifu. Basi wakanibeba vile wamenishikilia hivi, wakanipeleka mpaka ndani kule. Nikaenda nikakuta mwenzangu mmoja, sio mwandishi lakini ni raia, alikuwa mwanafunzi kama, ndani ya gari, ndani ya mahakama, ni raia, ndio wametukalisha, ni ndani ya mahakama, lakini kulikuwa kuna gari yao ya polisi iko pale, wakatukalisha chini, yani nje ya gari chini. Basi kaina hapo, basi tukakaa sasa. Mimi wakati nakuja kama ambavyo tulikuwa tunawasiliana na, na, na, na, na ninyi kama unakumbuka e, kwamba tumefika mefika hapi kwa hiyo nyinyi mko mnajua mimi niko ndani. Baada hapo maana walininyang'anya kabisa na simu. Sasa kidogo nikaona wenzangu nje ya fence. Wakati niko pale nimekaa chini. Niliona wenzangu wako pale nje ya fence, nikawa nawapa ishara wajue nilipo. Eh, kwa sababu wangenitafuta, sipokei simu, sifanyi nini, Lazima tu angepata nini na mashaka. Na ndicho ambacho kilitokea. Umeona? Walikuwa wanatafuta kumbe wanione. Kwa hiyo nilipoona nikaonyeshea ishara. Eh, askari alipoona vile, Kwa nini unawaita? Alinyanyua. Alinipiga mtama, akanipiga ngumi huku kama tatu hivi, akanichania na nguo mbona. Eh, basi, baada ya hapo, anaongea ongea pale, muda unazidi kwenda, naona wengine wanaletwa, wengine wamechanua nguo, wengi sana wamechanua nguo, kwa kweli sijajua yeah. Eh, yule sasa sijui alikuwa amevua mwenyewe ama si, sijui kwa kweli, kwa sababu nimezibwa na gari sikumwona wakati anakuja. Kwa hiyo nimeona amefika pale ndio ukuta hivyo, hana nguo, ila mwingine, kuna mama alikuja, ni mtu mzima, yeye alichaniwa, yani walikuwa wanamchania kama ambapo walikuwa wamechania. Sema mimi sasa sikuwa mbishi, sikuwa nini, yaani mimi nilikuwa tunawaacha wenyewe wafanye hivi, kwa hiyo nikawa nimenyamaza tu, ndio maana nafikiria hata akunichania sana. Mwona, baada ya pale kuna gari ikaja, katuingiza ndani hapo, wakawa wanataka kutupeleka. Sema eh, wamemsi sasa, wenyewe wakawa wanawasiliana wenyewe kwa wenyewe, sasa sio ni vituo vya magusu zimejaa ama ni nini, sijui. Kwa hiyo kwao, wakawa wanatuzungusha kwenye baadhi ya magusi, kimezunguka sana tebeke, sio wapi huko, sentro kwenyewe tumeenda hivyo. mlikuwa mkifika huko na washusha kwenye gari? Hapana, tunabaki humo. hmm. ni nyuma iko wazi hmm. Lakini wakawa wanataka tukae, maana kuna yaani gari yani, ya wazi ambayo yu kuna nini? Uh, turubai. He, turubai, lakini ile turubai nusu, kwa hiyo kuna wengine walikuwa kule wengine wakosa, wengine. Hali ya hewa ile, kuna mwingine alishikwa e, na pumu. Umeona hmm? Akawa anashindwa hata kupumua. Kuna wengine wako kule wana imani hivyo, kwa hiyo wakaomba. Mnatakiwa kukaa huko huko kwanza, hata hiyo gari nyingine ikija, takiwa iziwe kote, umeona? Kwa hiyo alikamae basi, baada ya hapo mwingine akawa ni akaniambia, kwa nini umeenda pale? Nikamwambia mimi naenda kikazi. Ah wow, unafanya yapi? Nikamwambia basi kwa hiyo akawa amejua pale kama mimi ni mwandishi. Nafikiri kuna mwingine alishanipiga kwa kweli, alinipiga kwa kweli ali nilishikwa yani, na hasira, nikawa nalia kwa hasira, sili kwamba naogopa mimi, sikuwa na, oboba, na hofu, lakini nilikuwa nalia, nalia kwa hasira. Kwa nini alipige na mimi niko kazini, ukizingatia sijafanya chochote. Mbona eh? Sijafanya chochote, hawajaniambia sikuwa mbishi. Mbona eh? Kwa hiyo wakati mwingine ili jeshi letu leo linaangalia kiukweli. Mbona? Sawa. Pole sana Grace. Nashukuru sana. Shakwa ndo si kazi. Kabisa bwana mtazamaji wa <mimilipole> <mimilipole> Mbona, niko sawa. Niko sawa. Naweza kapozi. Sasa huyu nimeacha simulizi ili mlipate kwa ukamilifu. Mwandishi wa habari mwenzenu ni, ni mtu ambaye kwenye taarifa ya jeshi la polisi la watu kukamatwa hajatajwa kabisa. Kwao ni kama vile polisi imejificha kuwa hakuna mwandishi aliyekamatwa. Lakini kibaya zaidi, ameeleza yeye mwenyewe amepigwa, amechaniwa nguo na alizungushwa maeneo mbalimbali. Huyu alikuwa pamoja na Elizabeth Mambosho kwenye gari moja. Kwao alipelekwa Tazara wakapelekwa Stakshari, wakapelekwa Vingunguti, wakapelekwa Kirwaroni, wakapelekwa Kurasini, wakapelekwa Central Police na baadaye wakaja kumwacha tu maeneo ya Upanga. kwa ni ushahidi kwamba polisi walimkamata walimzungusha kwenye vituo vya polisi, wakamwacha waka tu, wakamtelekeza. alafu polisi wanasema kwamba hakuna aliyekamatwa, hakuna hakuna aliyepigwa. Acheni hiyo video kidogo sasa. Hili ni kundi ambayo yuko Mheshimiwa Ngoto, yuko Mwaipaya hapa. Sasa hapa ndio kwenye pori la Bagamoyo. Yule mwanachama nilimtaja mwanzoni, huyu hapa, mnamuona, aliingizwa kwenye gari la polisi. Kitendo cha huyu kuingizwa na gari la polisi na kulikuwa kuna watu wengine, na kitendo cha kuwaona Pambalu na Mwaipaya kwenye gari la polisi ni ushahidi wa kwamba walichukuliwa na Jeshi la Polisi. Atakuja Pambalu atasimulia walipochukuliwa, walipelekwa wapi lakini mwisho wa siku walizungushwa, walifanywa yote waliofanywa na wakaenda kutupwa kwenye pori la, la Bagamoyo. Hapa ndio wako kwenye pori la Pande Bagamoyo, naweza kuachia ukionyesha, damu hizo wamepigwa wameumizwa, ndo wanaomba msaada sasa. hiyo video iliosambaa. saidadi yote hii ya watu haikutajwa kwenye taarifa ya polisi. Hakuna hata mmoja wao ambaye taarifa ya polisi ilimtaja kwamba amekamatwa, ya polisi ilimtaja kwamba amepigwa, hata mmoja. Polisi iliamua kuficha ukweli kwa kutotoa taarifa ya watu. Endelea wa waliokamatachi. Hapa ni maeneo ya Ununio. Tukio hili Mheshimiwa ali Juma ambaye ni naibu katibu mkuu Zanzibar, alisimulia kwa kirefu kwenye press conference ya tarehe 25 kilichowatokea na sasa, huu ni ushahidi wa video wakiwa Ununio, baada ya kuwa wametoka maeneo ya pori. Picha hii ilipigwa na wananchi baada ya kuwa wamekushapigwa pigwa, wameshatupwa, wameshatoka eneo la pori, wameshapita kwenye kwenye mto uliokuwa na maji nusu, wameshavuka, wameshatoka. Sasa hapa wako maeneo ya watu Wasamaria wema wakapiga hii video kwa ajili ya kumbukumbu, kwa ni ushahidi kwamba walipigwa na kutupwa Ununio. Sasa hili kundi lao, huyu ni makamu mwenyekiti Zanzibar, Mheshimiwa Saidi Mzee. Hili kundi lao walipokamatwa na polisi, kwa sababu hawakukamatiwa pale Kisutu, mbele ya mbele ya mahakama, walikamatiwa pembeni kidogo ya mahakama, kwenye kile kituo cha mafuta, upande wa upande wa kushoto wa mahakama, kuna petrol station pale walipokamatwa hawa kuna tukio ambalo jeshi la polisi lilifanya ambayo kwa kweli liliashiria walilenga kuficha ukweli wa kilichotokea. Kundi lote la watu wote hawa ambao tutataja orodha yao ya majina walipigwa na kulazimishwa watoe password za simu zao, na polisi wakawa wanafuta kwenye simu moja moja kumbukumbu kumbu zote zilizorekodiwa ikiwemo kumbukumbu kumbu za mpiga picha mmoja anaitwa Nasri alikuepo eneo la tukio na yeye alipigwa, amevunjwa mguu. Wakafuta kumbukumbu zote ili kuondoa ushahidi wa mambo yaliyotokea pale kwenye kituo kituo cha mafuta pembeni ya ya ya ya ya, ya maka makisuti kuachia haya ndio ma, sehemu ya maji ambayo lazimika kuvuka. Shukrani kwa habari hizi, ni sehemu sehemu ya videos ambazo zinatoa ushahidi na ushuhuda kwa kwamba watu walikamatwa na watu walipigwa, wali na jumla ya watu ambao walikamatwa na kupigwa ni watu ishirini ishirini na tano kwa ujumla. Tutarudia tu kutaja majina kwa sababu ya hatua ambazo tutataka ziendelee kuchukuliwa, ili iendelee kuwa kwenye kumbukumbu kumbu. Watu wafuatao walikamatwa na kupigwa nitataja majina tu bila kutaja hali zao za, za vipigo na maeneo walioumizwa: John Pambalu, Pendo Jonas Kileo, Elizabeth Mambosho, Twaa Mwaipaya, Noeli Hema, Saidi Mzee Ali, Juma Tito Kitalika, Lucas Ngoto, Peter Alex, Emmanuel Severin, Robert Nelson Mazingo, Ali Omar Ismail, Bwire Nyangero Bwire, Con Francisco Musa, Emmanuel Modest Munihawa, Nasri Said, Omar Othman Toto, Idi Ramadhani Kilongo, Rafael Makala, Shaban Kirita.